Hujambo. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo hapo jana amekutana na rais mwenzake wa Rwanda Paul Kagame katika mji wa Doha kule Qatar, ambapo huu ni mkutano wa kwanza kati ya viongozi hawa wawili tangu pale waasi wa M23 wateke miji ya Bukavu na Goma mko, mikoa ya Kivu kaskazini na kusini kule mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mtazamaji, kimsingi, marais hao wamekubaliana kuhusu nukta kadhaa, miongoni ni pamoja na kwanza, kusitishwa kwa mapigano moja kwa moja na bila masharti kule mashariki mwa DRC. Lakini pili, wafuatilie ama, wamekubaliana kufuatilia michakato, mchakato wa Nairobi na mchakato wa Luanda, kama vile ilivyokubalika katika mikutano wa viongozi wa jumuiya za kikanda SADC na EAC katika mkutano ambao ulifanyika uh, tarehe 8 mwezi Februari mwaka huu kule Dar es Salaam nchini Tanzania. Kile kinachosubiriwa kwa hamu na gamu ni kuona mazungumzo haya ambayo kwamba yamefanyika Doha yanazaa matunda, na ukumbuke kwamba ni mkutano ambao umefanyika mara baada ya waasi wa M23 kususia mkutano ambao ulikuwa ufanyike Luanda tarehe 18 Uh, March mwaka huu ambapo uh, waasi wa M23 walisema kuwa viongozi wao wamewekewa vikwazo na Umoja wa Ulaya.